Sherehe ya Eid ambapo Watanzania wameungana na Waislamu wengine duniani kusherehekea sikukuu ya Eid al-Adha, huku ujumbe mkubwa ukitolewa na viongozi wa dini kusisitiza kudumisha amani na mshikamano kuelekea uchaguzi mkuu wa Oktoba mwaka huu. Wakati viongozi wa dini wakieleza hayo, Waziri Mkuu Kassim Majaliwa amewataka Watanzania wanaofanya shughuli mbalimbali ziwe za kikundi, binafsi ama za umma kuzingatia sheria, ikiwemo katika kutekeleza uhuru wa kuabudu Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ujumbe wa viongozi wa dini katika mikoa mbalimbali mbali, ulitanguliwa na swala, ambapo mkoa wa Dar es Salaam, baada ya swala hiyo likafuatia baraza la Idi lililofanyika katika msikiti wa Muhamedi wa Sita uliopo makao makuu ya Baraza la Waislamu Nchini BAKWATA, ambapo Waziri Mkuu Kassim Majaliwa akatoa ujumbe wa serikali kwa Watanzania na viongozi wa dini: serikali yetu inawaamini sana viongozi wa dini madhehebu yote nchini, na nyiye viongozi wa dini mmekuwa chachu ya kuimarisha amani na mshikamano katika nchi hii kupitia mahubiri yenu, lakini wahakikishie serikali hii itaendelea kuimarisha mahusiano mazuri kati ya serikali na viongozi wa dini zote hapa nchini. Naomba sana kila tunapofanya mambo yetu, iwe ni binafsi, ya kikundi, lakini ya ya umma mkubwa, lazima tuzingatie sheria. Sisi tunapokuja kuabudu hapa, lazima tuzingatie sheria ya kuabudu, sheria ya uhuru wa kuabudu, ili mradi hakuna ujivunjifu wa amani, hakuna uvunjifu wa sheria za nchi. Katika baraza hilo, katibu mkuu wa Bakwata akahimiza Watanzania kudumisha amani. tukiyatekeleza haya kwa vitendo tutalienzi na kudumisha amani ya nchi yetu ambayo ni tunu muhimu sana kwa taifa letu la Tanzania. Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania, Bakwata, linatoa wito kwa kila Mtanzania kwa nafasi yake kuilinda na kuidumisha amani ya nchi yetu, kwani bila amani hakutakuwa na maendeleo yote katika jamii na hata fursa ya kufanya ibada haitokuwepo. Suala la vurugu kuelekea uchaguzi mkuu nalo likasisitizwa. Tunauombea uchaguzi wetu mwaka huu insha allahu taala, Mungu atuvushe kwa amani na salama tuweze kuchagua uchaguzi huo kwa viongozi wanaostahiki kutuongoza katika jamhuri yetu ya muungano wa Tanzania. Masiku haya kumi wapo waliotumia kuiombea nchi yetu amani na utulivu, lakini kuliombea taifa letu amani Propaganda za kuja kuzuia uchaguzi huwa ni mwanzo wa kuwapeleka watu kwenye fujo, watu watagombana. Hapana, cha msingi tu chaguzi zetu zifanywe kistaarabu, bila matusi, chaguzi zifanywe kwa haki na uadilifu. nchi yetu ina uchaguzi, hivyo basi jitahid sote kushiriki katika uchaguzi huo na tue makini kuwachagua viongozi bora watakuadumisha tunu za nchi yetu na kuiletea maendeleo nchi yetu, ambayo ndiyo matamanio yetu, kwama nchi yetu iwe na neema kubwa, maendeleo makubwa na utulivu kutamalaki katika nchi yetu. Id el Adhani, sikukuu inaadhimishwa baada ya Waislamu kukamilisha ibada ya hija ambayo ni nguzo ya mwisho kati ya tano za Uislamu na kufanyika katika miji ya Maka na Madina nchini Saudi Arabia. Rebeka Bembela, Azam News. Nako Zanzibar katika baraza la Eid, rais Hussein Mwinyi amesema serikali itaongeza kasi ya kuanzishwa kwa mfuko wa hija ili kuongeza idadi ya wananchi watakaoenda kutekeleza ibada hiyo kila mwaka, huku pia akisisitiza suala la amani kuelekea uchaguzi mkuu. Dkt. Mwinyi amesema hayo akiwa mjini Unguja. Kwa mara nyingine napenda kutoa shukrani zangu kwa wale wote waliofanikisha safari ya mahujaji wetu kwa kuwapatia huduma mbalimbali mbali, na kuweza kufanikisha safari zao za kwenda kutekeleza ibada ya Hija. Shukrani maalum nazitoa kwa serikali ya Saudi Arabia kwa ushirikiano walioutoa pamoja na kukubali shirika lao la ndege kuanza safari za moja kwa moja kutoka Zanzibar hadi Saudi Arabia na hivyo kuondokana na usumbufu waliokuwa wakiupata mahujaji wa Zanzibar kabla ya kuanza safari za moja kwa moja. Kwa baraka ya siku ya leo, tumuombe Mwenyezi Mungu atupe uwezo wa kuendelea kuilinda na kuidumisha neema ya amani tuliyonayo. Kama tunavyofahamu, mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi kwa nchi yetu. Tumuombe Mwenyezi Mungu atujalie amani kabla, wakati na baada ya uchaguzi ili nchi yetu izidi kupiga hatua za maendeleo.